Karibuni wapendwa wafuatiliaji wa, wa chaneli yetu pendwa ya Kilimo 360. Leo kuna comment moja nakwenda kujibu hapa ya mfuatiliaji wetu ambaye aliuliza swali, lakini kabla hatujaenda huko, naomba usubscribe kwenye chaneli yetu hii, comment kama una swali, una maoni, like na kushare video yetu hii. Kuna ndugu hapa ametuma ujumbe, nitasoma anasema. Kwa kufupisha, mfugaji maana ilianza, nilianzia juu ila sikupata faida, na hata niliposhuka bado nikakuta nimefuga nguruwe pasipo faida. Konseni yake ndugu yetu hapa ni kufuga nguruwe pasipokuwa na faida. Sasa kuna mambo kadhaa kwenye ufugaji wa nguruwe na ambayo tumekuwa tukisisitiziana hapa. Nguruwe wapo tunasema triangle, pembe tatu, pembe tatu katika ufugaji wetu wa nguruwe. Jambo la kwanza ni mbegu bora. Jambo la pili ni chakula bora. Jambo la tatu ni ufuatiliaji ama usimamizi bora wa mifugo yako. Sasa sijajua hapa ndugu yangu hasara ameipatia sehemu gani? kusababu, kwa sababu kama hautakuwa una mbegu bora hata kama utalisha chakula kwa namna gani bado itakuletea changamoto kwenye kupata faida. Na hata kama unafanya kwa maana ya kuwa na mbegu bora, chakula bora, lakini kama ufuatiliaji wako ukiwa duni, bado tunakwenda kule kule kwamba utapata hasara. Sasa ili uweze kupata faida, hivi vitu vitatu lazima vikae pamoja viendane sambamba. Hakikisha unapata mbegu bora na hapa kwenye mbegu bora mtu asikutajie jina la, la, aina fulani ya nguruwe kwamba bwana hii ni sawa juro ku, jurokuwazuri juro kuwazuri in general, lakini je, juroku ambayo uko nayo wewe, je ni nzuri? Hilo la kuzingatia na kingine kwenye hizi mbegu tunakuwa tuna mchanganyo sana. Huwezi kupata ile pure duro kwe, kwe, mabanda mabanda ya watu wengi sana. Kwa hiyo hakikisha unapokwenda kununua mbegu yako unakwenda kununua kwa watu ambao wana mbegu ambayo haijachanganyika sana. Pia hakikisha kama unanunua nguruwe wakubwa uwe unafahamu historia yao nguruwe. La sivyo anza na nguruwe walio wadogo ili ufahamu ukuaji wa nguruwe wako uanze nao wewe mwenyewe. La sivyo ununue nguruwe kwa watu ambao unawaamini na wanaaminika. Sababu kuna watu ambao wanaweza kukwambia nguruwe huyu na miezi, yeah, miezi minne nguruwe imekuwa mkubwa, kumbe nguruwe alishaduma na ni mkubwa. Kwa hiyo ukichukua, utatumia nguvu kubwa sana ya chakula nguruwe aweze kubadilika na aweze kub kufikia kule ambako nakuhitaji na utafika kwa gharama kubwa, na ndiko hapo ambapo kwenda kupata faida inakuja kuwa changamoto. Hilo jambo la kwanza kwenye mbegu. Kwenye chakula, kuna chakula, hivi vyakula vya dukani na kwa kweli ni gharama, upatikanaji wake ni gharama, na uhakika wa kutengenezwa kwa hivi vyakula kwa kweli inakuaga wakati fulani changamoto. Hivyo basi Hakikisha unakuwa na fomula yako ya mifugo yako. Tengeneza fomula ya chakula utakacholisha mifugo yako, kama mimi nitakuwa na hapa fomula. Ziko mbalimbali kulingana na upatikanaji wa aina za vyakula kwenye maeneo mbalimbali mbali, kwamba kuna watu ambao pumba za mpunga zinapatikana kwa wingi ama pumba za mahindi ama mahindi haya ya kubaraza kwa hiyo inategemeana, mashudu ya alizeti wt whatever, whatever, whatever. kwa hiyo angalia kile ambacho kinapatikana kwa wingi, angalia formula zinasemaje kulingana na mazingira ya chakula kinachopatikana, uwe unatengeneza chakula chako ili kupunguza gharama ya chakula utakachokuwa unawapatia mifugo yako. Na jambo lingine ni usimamizi hapa tunasema hakikisha kila siku unapita kwenye mabanda yako. Kama mna mtu umemweka kwa ajili ya kufanya shughuli za ulishaji, usafi, maji na vinginevyo, hakikisha haukosi bandani kwako. Kuna sinario kadhaa ambazo tumekuwa tunazisikia kwa wafugaji wenzetu, ikiwa moja, wewe unaweza kuwa unanunua chakula kizuri, una mbegu mzuri, lakini yule ambaye ana ambaye anasimamia banda lako, mifugo yako, yeye akawa anauza pumba. Wapo watu ambao wamekuwa wakifanya wakifanya hivyo. Kwa hiyo hakikisha una mtu sahihi, na wewe unafuatilia kikamilifu, sio kumwachia mtu, unakuja baada ya wiki, unakuja baada ya mwezi, lazima utakuja kuweka mikono kichwani. Kwa hiyo hakikisha kila hatua unaifuatilia, na ikumbukwe, nguruwe ni mnyama ambaye wanazaliana sana na wanaingia sokoni kwa muda mfupi tangu kuzaliwa. Kama unaofuatilia vizuri, ndani miezi sita miezi saba unaingiza produkti yako sokoni, kutoka kuzaliwa. Imagine nguruwe amezaliwa mwezi wa kwanza, mwezi wa saba unaingiza sokoni. Sasa kwa mantiki hiyo, akifuatiliwa vizuri atakwenda, asipofuatiliwa vizuri, kwa kweli itakuja kuwa na changamoto. Kwa hakikisha hizi triangle hii triangle yetu unaifuatilia, usije ukaiacha hata engo moja wapo, fuatilia kikamilifu. Na jambo lingine ambalo mimi nimekuwa nikilisisitiza, hakikisha unakuwa una fed part, kuwa una mtu ambaye anaweza akawa ni jicho lako la kuona progress unayoifanya, mathalan daktari. Na hapa mara nyingi nasemaga daktari Hakikisha unakuwa una daktari kwenye banda banda lako, ili anapokuja kuchoma sindano kutibu mifugo atakwambia, ah, this time kuna mambo hayajakaa sawa. eh, wakati huu kuna mambo yako improve, wiki improve kile. Kwa hiyo hakikisha unakuwa una mtu ambaye atakuwa kama ni jicho lako, atakuwa anakupa comment ya kile ambacho utakuwa unakifanya zaidi na zaidi. Niwashukuru, endelea kusubscribe channel yetu, Karibuni sana.